Russia imekataa pendekezo la Ukraine la kuongeza muda wa usitishwaji wa mapigano kutoka siku tatu zilizopendekezwa na Rais Vladimir Putin hadi angalau mwezi mmoja yaani siku thelathini zilizopendekezwa na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Kauli hiyo imetoka wakati ambao Marekani inaonyesha kukata tamaa kutokana na, na ukosefu wa mafanikio katika jitihada zake za kupata suluhisho la kudumu la vita hivyo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumatano Aprili 30, 2025, kuwa msemaji wa Russia, Dmitry Peskov, alithibitisha Jumanne kwamba Moscow imepokea pendekezo la Rais Zelensky la kuongeza usitishaji wa mapigano wa muda mfupi uliopangwa mapema Mei hadi siku 30. Hata hivyo, Peskov alisema kuwa itakuwa ni vigumu kuingia katika usitishwaji wa mapigano huo wa muda mrefu bila kwanza kutatua masuala kadhaa ya msingi yaliyowekwa na Rais Vladimir Putin. Zelensky aliuita usitishwaji wa mapigano wa muda mfupi wa Putin, ambao umepangwa kuanza Mei 8 hadi Mei kumi mwaka huu na unaoambatana na maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi wa Russia dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani katika Vita Kuu ya Pili ya Dunia kuwa ni jaribio la kufanya hila na mtego kwa Ukraine. Kiongozi huyo wa Ukraine pia alihoji kwa nini Moscow haikubali wito wa Ukraine na usitishwaji wa mapigano kwa angalau siku 30. Peskov alimjibu Zelensky kwa kusema kwamba ukosefu wa majibu ya moja kwa moja kutoka Ukraine kuhusu tangazo la usitishaji mapigano la siku tatu ambalo Peskov alitaja kama ishara ya nia njema wenyewe ni njama na mtego. Majibizano hayo yanakuja wakati ambao Marekani chini ya Rais Donald Trump inaongeza shinikizo la kusisitiza kufikiwa kwa makubaliano ya kukomeshwa kwa mzozo huo. Siku ya Jumapili, rais wa Marekani, Donald Trump alimwambia Rais Putin akomeshe mashambulizi na saini makubaliano, baada ya hapo awali angeweza kulegeza ama kueleza wasiwasi wasi wake kuwa Putin alikuwa anamzungusha. Mwezi uliopita, Russia ilikwamisha pendekezo la Marekani la kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30, kwa kutoa masharti makubwa, yakiwemo marufuku kwa Ukraine kutumia muda huo kujiimarisha kijeshi ama kupokea silaha kutoka mataifa ya Magharibi. Russia haikutoa masharti yoyote ya kuridhisha kuhusiana na madai hayo. Katika hatua nyingine, Ukraine imekubali pendekezo la Marekani na Zelensky alisema Jumatatu jioni kuwa usitishaji wa mapigano lazima uwe wa haraka, kamili na usio na masharti, kwa angalau siku 30 ili kuhakikisha ulinzi na dhamana ya utekelezaji wake. Huo huo, vikosi vya jeshi la Russia na Ukraine viliendesha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yani drones usiku wa kuamkia leo Jumatano, Aprili 30, 2025. Shambulio la droni la Russia lililenga mji wa Kharkiv ambao ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine na kuwajeruhi watu wasiopungua wa kumi huku likijeruhi na kusababisha milipuko kadhaa. Kwa mujibu wa meya Igor Ternov, droni moja iligonga nyumba binafsi katika eneo la Sativski huku nyingine ikianguka karibu na kituo cha afya mjini humo. Katika hatua nyingine, gavana wa mkoa wa Nipro Serhii Lysak amesema kuwa Russia pia ilitekeleza shambulio kubwa la droni katika mji wa Dnipro ulioko kusini mashariki mwa Ukraine na kuua mtu mmoja huku likisababisha moto katika eneo hilo. Awali shambulio lingine la Russia lilimuua msichana mwenye umri wa miaka kumi na mbili na kuwajeruhi wengine watatu wakiwemo mtoto wa miaka sita katika eneo la Dnipropetrovsk, kusini mashariki mwa Ukraine. Russia pia ilirusha droni ishirini na mabomu thelathini na moja ya mwongozo yenye nguvu dhidi ya Kharkiv huku mabaki ya droni ya Russia iliyodunguliwa yakiwasha moto katika kitongoji cha mji mkuu wa Kiev. Jeshi la anga la Ukraine pia limesema kuwa Russia ilirusha droni 100 dhidi ya Ukraine kuanzia siku ya Jumatatu usiku hadi siku ya Jumanne asubuhi, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka nchini humo. Wakati huo huo, katika eneo la Belgorod nchini Russia linalopakana na Ukraine, droni ya Ukraine ililenga kwa makusudi gari lilokuwa likisafirisha wanaume watano ambapo kwa mujibu wa gavana wa mkoa huo, Vajeslav Gradkov, wawili kati ya watano waliokuwemo wa ndani ya gari hilo, waliuawa katika shambulizi hilo. Jeshi la Russia pia lilisema limedungua droni takriban 40 katika maeneo mbalimbali usiku huo, ikiwemo manne katika anga la Russia Crimea inayodhibitiwa na vikosi vya Russia. Akiwa na ripoti kutoka Moscow nchini Russia mwandishi wa Al Jazeera Yulia Shapovalova alisema raia wanaoishi katika maeneo ya mpakani mwa Russia wamekuwa wakishambuliwa mara kwa mara na mnuku tangu mwanzo wa mzozo huu wamekuwa wakiteseka. Miji na vijiji kadhaa katika maeneo ya mpakani hasa Belgorod vimekuwa vikishambuliwa kila wakati, alisema Shapovalova mwisho wa konoko. Maelfu kwa maelfu ya watu wamehamishwa pia. Kuna ripoti kwamba jeshi la Ukraine linaendelea kujikusanya karibu na mpaka wa mkoa wa Belgorod. Endelea kufuatilia Mwananchi Dijitali kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.